umesikika na noti ya mi, lakini ukianza maneno, thamani yake inaning'inia, sio mi. Ni kinywa chako tu kinaishia kutamka mi, kuna doa. Lakini huku ukisikiliza, tukupeleke kwenye ala, umeondoka kabisa kwenye kitu kinacho stahili. Mimi ushauri wangu wa katibu mkuu, wasiokezi kwenye haya, wewe wanaotimiliza wigo, na hata mimi ukiniita kukagua

ni pigo la tunapokea indi tunaopiga tunotaniai ni pigo tunapokea. Kwa hiyo lipo pigo ambalo umesita yenyewe, lakini ulifaa kutembea kwenye mbili mbili ambayo ilikuwa kama unanitazama mkono wako ni, ni hivyo tu. Hii ndiyo mbili mbili inayopiga huia unamalizika wimbo wote na unatembea hivyo tu, ndicho ulichopaswa ukifanya. Sehemu ya pili yenye shida, eneo la mwisho la wimbo limewekewa kitu kitaalamu kinaitwa femata. Kinaamuru waimbali kupumzika, sio kwa kukata sauti, bali kusimama wakiwa wanavuma. Eneo hilo linaamuru anayepiga mapigo ashikilie, kushikilia huko usiendelee, na baadaye kuendelea na wimbo siku kata sauti, kwa hiyo wimbo kiasi haukutaka kusikika kimya chochote, kutoka ubeti wa kwanza kwenda wa pili, bali tushikilie tena, ikiwezekana tutofauti naye kulingana na uwezo wa punzi ya kulihusika kwaya kiasi gani, mshauri ku kuna mahali hapo ndipo mahoni kwaya inabaki inavuma, tunaondoka kwenda ubeti mwingine wa wiga kwenye miisho, nimesikia sofaregoregolo hilo eneo. Kitaalamu tunasema noti zilizounganishwa, kuunganishwa kunaamrishwa kuimba kwa thamani ya noti ya kwanza kilaini. Kwa hiyo ilikuwa tuvute tu, maana yangu ni kwamba

yako maeneo mengine ya vitu vinaitwa asilaha au tai, nayo yamunganisho. Ninazungumzia v na milango ayo, maeneo yanayofanya hivyo. Yako makundi ambayo ayakutendea haki. Nilisema usahihi wa noti, lakini kwenye kufeli zaidi wio

mahitaji ilikuwa ni kutambulisha hapa, ni matumizi tu ya lugha. Wakati mwingine usiseme, wigo unapatikana kwenye mtasari mwingine. Akaniambia kitabu cha kutoka, kwenye simu yangu kuna Biblia nikaenda, wigo wako sikuupata. Kumbe wigo hautoki unatokana. Anasema wigo wangu unapatikana kwenye kitabu cha kutoka, wigo wangu unapatikana kwenye mtasari unatokana na mutasari. Turekebishe matumizi ya lugha, hutoki wuko. Lakini kwenye nyimbo hizi mbili ni shauri, stori ni nyingi zaidi kuliko mafundisho, tunasimbia sana. Ni sehemu ndogo ya wimbo ndiko sasa tunapata kitu cha kujifunza, lakini kwenye huo huo ujumbe ndivyo ujumbe ulivyokuwa unataka. Tunaobagaziwetu wachungaji, unaweza kuuliza hapa. Ni kwa watunzi wenzangu, pana hitaji tuzungumze nini? Kuna baadhi ya maeneo tunatoka, tunazungumza vitu ambavyo havipo. Kitu cha tatu, maneno ya kukatakata kwenye nyimbo. Mimi ni namba moja, kuwa alima unataka kusema nakuja kwako Mungu, unasema nakuja kwako Mungu, nakuja kwako Mungu, unakatakata. Maneno ni mengi ndiyo, iba mnanielewa kwamba ni nini ninacho kibitaji kusema ili ujumbe ufike. Na fomu imezungumza habari za matamshi, hakikisha kila kitu kinasikika vilivyo, ili upata patarafi zako zote maana a-unadondosha alama za utakaji. Hutoiarudia mistari yapo makundi, ameimba kipande kimoja hata zaidi ya mara mbili. Tuliozoea anaimba hicho kilies, kinakwenda mwisho, wanarudi tena, wanafika mwisho, wanarudi tena. Hata msikilizaji pia anachoka, ni wahubiri, lakini wako wanaotoroka itusifan hamu ya kusikiliza wakati wowote. Sisi ni vijana ni shauri kupunguza ala wakati wa ibada wakiimba, kupisha usikivu. Sababu na hilo, tuendelee kukuza vipaji vyetu kwa kuto kutengeneza, kutokutumia playback yoyote kwa sababu kuna alama za ala ilishatengenezwa studio, unanipa shida. Yanakupa alama ngapi kwenye mziki? Unaweza kufanya vizuri sana, lakini ni eneo dogo likakuharibu. Sasa hapa nisi kulio vibaya, wale ambao wanatengeneza, unawashauri kuadvansi kupadavi wangu lao inauweza wa kupiga, lakini yule asiyetumia kabisa ysihatakuja na am hata, na mbolo, hata kutengeneza. Kwa hiyo kila mtu anapata ushauri kulingana na uwezo wa mali yake, nielewe wewe usiyeingia ala yoyote, basi ungetengeneza na wewe ungetengeneza, basi ungekuwa mbunifu zaidi, ungekuja na timu inayopiga kwa wakati, na mimi tukiaona haya machache makosa madogo madogo, yale ya mtu na mtu sijui utulivu na nini huko, utakutana tuna kama limekukuta limekukuta. Nilivyo mimi utaratibu wangu, hata kesho baada ya matokeo nje, niambie shida yangu ilikuwa nini, nitakuambia kwa kundi lako. Nikisema mingi yale yalojitokeza kwa mmoja mmoja, mpige mpigo mmoja moja, sijui mingine alikuwa naangalia huku na huku chakula kitazidi kupoa kama tulivyotangaziwa. Haya, yempipu kuitende kazi Mungu wa bariki.